Na sasa watu wametokea huko nje, wanasema mambo kama yale, lakini siyo yale. Kwa mfano, mtu anatokea anakwambia, sasa, ili ushushe uzito, ili ushushe uzito, ili ukawe mwepesi, ushushe uzito wako, kula mchicha, kula mchicha na ule ule mchicha. Kwa mwezi mzima unakula mchicha, usile wanga wowote, usile wanga wowote. Wewe utaishiwa nguvu zote, mwanaume utaishiwa nguvu zote. Hata siku moja nikakutana na mtu mmoja pale, ameshika bakuli nikamwambia mtu wa Mungu, nini hiyo? Anasema tunapunguza uzito, tunapunguza uzito. Nikasema unapunguza uzito ndio namna gani hiyo? Eh, kwa nini usije kuniuliza? Mimi si daktari niko hapa. Ah ah, nimeambiwa nikila mchicha mwezi mzima, mchicha mwezi mzima nitapunguza uzito. Nina detox, nina detox. Niko na detox. Kwa hiyo wale wengine wameingia wamevamia ile, wamevamia fani. Walivyovamia fani wanatuletea vitu vya ajabu ajabu na unakuta Msabato anabeba hicho. Hata mimi siku moja na mimi nilitoka nacho kimoja nikafikiri kwamba kinani, baada nilivyosoma nikaachana nacho, maana nilikuwa namwambia mke wangu pale nyumbani, weka maharage mezani. Yaani, mimi nakula maharage tu, hakuna ugali, nakula maharage. Akaniambia vipi, elimu yako umetupa wapi? Unaanza kuleta matatizo Doktor, maanza kuleta matatizo gani tena? Namwambia ah, maharage ndio kila kitu. Nakula maharage mengi pale nikala, wiki ya pili, wiki ya tatu nikala Mwezi mzima nikala, baadaye nikasema, ah, kimbona najisikia kama nguvu zinakuwa sio zenyewe zile nguvu zote kama sio zenyewe, <laughs> kama sio zenyewe. Baadaye nikaenda nikapima figo, ah, nikapima kapima mwili wote, pima kweli, damu ilikuwa imeongezeka, maana damu ilikuwa kumi na nne kapima kabisa kaona kabisa ni kinga iko vizuri, ndio nimepima lakini, kaja nikapima nikapima ile figo creatinine na urea, niivyopima creatinine na urea nikakuta urea iko juu na creatinine iko nomo, lakini nomo kwenye levo ile ya tisini na ngapi pale. Nikasema hii si ni azotemia hii, si hapa kuna dalili figo, tunaanza kuharibu figo hapa, tunaanza kuharibu figo hapa. Nikasema hebu ngoja nibadilishe diet. Nikaenda Nikamwambia mama, ugali uko wapi jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. <laughs> ugali uko wapi akasema, vipi, elimu imeanza vipi tena leo unakula? Anasema tengeneza ugali dona ile, tengeneza piga dona. Nikaachana na hiyo, nikapunguza kabisa maharage. Nikaenda baada ya wiki nikapima tena, creatinine nomo, urea nomo, kila kiki iko nomo, na nguvu zilikuwa ziko imara. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, nguvu zilikuwa imara. kwa hiyo kiasi, tumeambiwa na watu huko kula hivi kunywa hivi. Na sasa imekuja tulivyokujifunza siku ya kwanza, tukasema wanga una ndiyo chanzo cha nishati, wanga ndiyo chanzo kikuu cha nishati. Na tukaona ya kwamba kama alivyosema Bwana tabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza fungu la 29, Mwanzo moja ishirini na tisa, anasema tazama, tazama nimewapa ninyi miche yote ambayo ina mbegu, miche yote ambayo ina mbegu, hiyo ndiyo chakula chenu. Na miti, na, na miti yote ambayo ina matunda, hiyo ndiyo chakula chenu, kitakuwa chakula chenu, kitakuwa pia chakula cha wanyama. Sasa wanyama wanakula kile chakula, nguruwe wanakula kile chakula, kuku wanakula kile chakula na wakati fulani nguruwe wanasagiwa mahindi mazima, wanasagiwa mahindi mazima, yaani mtu anaenda ananunua mahindi, mahindi gunia ngapi kwa ajili ya nguruwe? Ngurue telazima lakini yeye anaenda anayakoboa yale mahindi, anachukua kale kandani kale ka wanga ndio anaanza kula. Baadaye anaambiwa wanga mbaya, wanga mbaya. Sasa wewe unakula wanga gani? Wewe unakula wanga ambao umekobolewa, ndio mbaya. Ule mbaya ni ule uliokobolewa, lakini wanga ule wa kuchukua mahindi ukayasaga yale mahindi halafu, yale mahindi ukishayasaga, yako safi kabisa, ukayatengeneza ugali. Jamani, nimesema nini? Wajita, nimesema nini ndugu zangu? Ugali. Jamani Wasukuma, nimesema nini ndugu zangu? Ugali. Eh, Dr. Jekonia, si umesikia nimesema nini? Ugali. Nimesema ugali. Babu zetu walikula ugali, wale wakale walikula ugali na zamani yalikula majamaa yale ugali yakawa magiant yenye nguvu kabisa. Na akili njema, memory iko vizuri. Memory utaliuliza babu yako, babu yako, babu yako, babu yako, babu yako yatakwambia. Siku hizi memory imepotea, yani mtu hata babu yake babu yake ameshasahau, aelewi kumbukumbu, anasema kumbu, kumbu, ah, nimesahau. Sasa unasahau nini? Una miaka 25 wewe, unasahau nini? Una matatizo gani? Unasahau miaka 25, unasahau nini? Chakula kimekuwa dhaifu, ni kweli, kwa sababu ardhi imekuwa dhaifu. Ardhi imekuwa dhaifu, kwa hiyo haileti mfyonzo wa kile chote kinachotakiwa. Lakini juu ya kile ambacho kimekuwa dhaifu, bado tumekikoboa, tukaondoa vyote vile vya juu. Tukajifunza ya kwamba ukila nafaka kamili, ukila nafaka kamili iliyo, eh, eh, yaani nafaka ambayo haijakobolewa, iwe ni mahindi, iwe ni, ni mchele usiokobolewa. Iwe ni mtama, sijui kama kuna mchele usio kobolewa sasa hivi. Maana sasa hivi zamani tulikuwa tunatwanga. Zamani ulikuwa unatwanga mchele, ukitwanga mchele wanatwanga siku hiyo kwa sababu unatumia nguvu nyingi. Mnatwanga afu mnajiandaa, maana jioni ni wanchele, unafanya msiku ya wanchele, yani jioni ni wanchele, wewe umekuwa siku juzi juzi wewe yani unakula wanchele siku hiyo, unaoga mapema na ufanye fujo yoyote, hakuna kufanya fujo, usije ukatumwa na ukitumwa unakimbia unarudi, siku hiyo unakaa ume Nisi, maana unasikia ile harufu kwa siku hizi wali sijui umekuaje bwana wali hauna maana siku hizi. Zamani ilikuwa tena ukipiga ma, wali maharage, yani wali maharage sio wali na vitu vingine. Wali maharage, yani... Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukila nafaka ile kamika, pale unapata vitu vyote. Sasa hivi kuna, kuna uwele kuna ulezi kuna mtama, hizo nafaka ambazo hazijagoshiwa. Maana mahindi kidogo nayo kidogo yanakuwa tofauti kidogo, lakini basi kula ndiyo yaliyopo kuna ngano kuna ngano ile, chakula kilichokamilika. Una kila kile chakula, unapata nguvu. Jamani, nisikilizeni, unapata nguvu, unakuwa na akili njema. Hebu nisikilizeni, wataalamu wenzangu, nisikilizeni, ukiangalia DNA ile DNA inaitwa deoxyribonucleic acid Yani, DNA. Wangapi usha sikia tu hata neno DNA. Eh, DNA slishasikia hey? kama usha sikia DNA nyosha mkono basi una, una nivi. Uja sikia DNA kweli? Ka DNA kweli uja sikia. He. Sasa, kile, kile, kile. Tseme kamba. Kale katofari. Ah, katofaria. Yani, ile chembe hai kale ambako kanatunza kumbukumbu kumbu zote za kwamba wee protini ya pua protini ya macho yani kale ambako ni wewe. Kale ambako ni wewe kale kakina ka saba kakina saba kawewe hako kakina saba mgongo wake au backbone yake tuseme kwamba yani tofali la msingi la kale kakina saba limeandikwa ribose limeandikwa nini ribose hebu tushirikiane limeandikwa nini ndugu zangu ribose sasa ribose ni nini ni ribose sugar ni sukari ni carbohydrate. Acha sukari ya, ya viwandani hii mbaya. Yani mgongo wa kina saba chako ni ribose, ndio maana inaitwa deoxyribose ama ra, ribo nucleic acid, ama deoxyribo nucleic acid. Maana yake ni kwamba Mungu alivyosema, tazama, tazama na kupa vyakula miche yote yenye mbegu. Alikuwa anaongea na DNA kwamba kwenye DNA yako, ili usipate makansa, ili usipate makisukari, ili usipate matatizo, ili usipate magonjwa magonjwa, ili uimarike, kula mbegu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana! Sijawasikia jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kula mbegu. Zamani kulikuwa na magari ya chakula, lakini siku hizi kuna magari ya nyama. Mungu aliongea na DNA aliongea na RNA aliongea na uhai wangu, kwamba najua na kujua mimi ndio nimekuumba, na kujua Mungu anasema, na kujua hili uweze kuendelea, usiugue usiugue usiyumbe usizeeke mapema, na kupatia hii. Hiki ndicho chakula chenye kukujenga mbegu, na matunda yenye mbegu ndiyo chakula. na Mungu akisema ujue, hiyo ni sheria jamani. Bwana Yesu asifiwe sana.